Na kuhakikishia kuwa tunafuatilia na kutekeleza maelekezo pia ya mheshimiwa Rais mm -hmm. hasa haya ya kusimamia miradi mm -hmm. mmeyasema sana mm -hmm. Lakini mmesema sana kusikiliza kero za wananchi mm -hmm. tunaendelea kuyatekeleza mm -hmm. pamoja na mengine hasa yanayohusu vijana na sekta zote mm -hmm. Tukuahidi kuwa mfikishie mheshimiwa Rais, tunasikiliza na wewe umekuwa ukitukumbusha kati wote, kuwa mmesikia haya, tunaendelea kuyafanyia kazi. Tunakushukuru sana kwa mkoa wetu wa Dodoma. Uh, kwa wanafunzi ambao wataingia kwa mara ya kwanza mm -hmm. kwa shule za awali shule za msingi tunategemea wanafunzi takribani elfu sabini na tisa mm -hmm. mia moja thelathini na moja mm -hmm. wataingia kwenye shule za awali, lakini kwenye darasa la kwanza tunategemea takribani wanafunzi elfu themanini na mbili wataingia kwenye shule zetu za za msingi kwa darasa la kwanza mm -hmm. lakini kwenye shule za sekondari kwa wale watoto wanaotoka mkoa wa Dodoma mm -hmm. ufaulu walio wanaotegemea kuingia kidato cha kwanza ni takriban elfu arobaini na tano mia tatu kumi na moja kwa mm -hmm. hiyo hao ni wa kutoka Dodoma, lakini ukijumlisha mm -hmm. na hao wanaotoka shule hizi za Tanzania nzima mm -hmm. ambazo tunazo kama hii hapa ya uh, Dr. Samia mm -hmm. tunayo Msalato mm -hmm. na shule nyingine kama shule zile za wasichana kubwa ambazo mmetujengea, iko moja Chamwino mm -hmm. uh, na Manchari na iko nyingine pale Chemba ya wavulana jumla ya watoto wanaotegemea kuwapokea wanaongezeka mpaka kufika takriban elfu arobaini na mm sita -hmm. kuchanganya na hawa wengine mm -hmm. lakini tunashukuru sana kwa shule hii ya kipekee mm -hmm. ambayo inajulikana mm -hmm. kama shule ya mfano mm -hmm. kujengwa katika mkoa wa Dodoma, maana yake mm -hmm. sisi tumepata bahati ya kuwa mfano mm -hmm. na Mheshimiwa Waziri, wakati tukija kusimamia ujenzi, walikuwa wanatuambia, maana yake shule ya mfano ikifanya vizuri inatoa shauku ya serikali kujenga shule za mfano maeneo mm -hmm. mm -hmm. mengine. mm -hmm. Kwa sisi tunayo kazi ya kuhakikisha yale maono ya shule za mfano yanatekelezeka mm -hmm. na yanatoa matokeo kwenye shule hii mm -hmm. ili serikali ione sababu ya kujenga shule kama hizi mm -hmm. kwenye maeneo mengine ya nchi yetu mm -hmm. ya Tanzania mm -hmm. Tukuahidi tutaendelea kuwa karibu na shule hii e, kupitia maafisa elimu wetu na viongozi wa elimu mm -hmm. ili kuhakikisha matarajio ya serikali katika shule hii yanaweza kufikiwa mm.